Tutu wa bunduki. Tunaendaje mbele? Tunaendaje mbele mahali ambapo tukienda kwenye chaguzi wanafuta wagombea wetu wote, au karibu ya wote, wanataka watu wao wapite bila kupingwa? Tunaendaje mbele Tunaendaje mbele mahali ambapo mkurugenzi ni mtu wa CCM ndiye anayetangaza mshindi wa ubunge, na wameambiwa wasitangaze wapinzani washindi? Tunaendaje mbele katika mazingira hayo? Tunaendaje mbele katika mazingira ambayo kwenye kata zote nchi wanaosimamia uchaguzi ni watendaji wa kata au waratibu wa elimu wa kata au hao hao, hao kweli kabisa, dadangu. Tunaendaje mbele mahali ambapo kwenye kila kituo cha kupigia kura na kuhesabia kura wanaohesabu kura na kutangaza washindi ni hao hao awe mwalimu ni hao hao, awe nesi, awe mganga, awe bwana mifugo, awe bwana uvuvi ni wale wale. Tunaendaje mbele? Tunaendaje mbele kwenye uchaguzi wa vijiji ambapo msimamizi ni mtendaji wa kijiji ni hao hao? Sasa yote haya, yote haya yanatuambia nini? yote haya yanatuambia kitu kimoja. Katika uchaguzi ambao ni hao hao ndio wanaosimamia, ni hao hao ndio wanaoandikisha wapiga kura, ni hao hao ndio wanaohesabu kura, ni hao hao ndio wanaotangaza washindi, kuna kutoboa? Kuna kutoboa? nimeambiwa hivi, na hizi habari wala sio za Wampembe peke yake, ni za kila mahali nchini. Usafiri hapa kutoka na Manyere ni mgumu sana. Sasa mpiga kura wa Wampembe hapa kwenye, kwenye ziwa hapa, siku ya uchaguzi anakuta jina halipo, limeandikishwa kwenye kata za huko juu Unakwendaje kupiga? Unapitaje msitu wote huu na milima yote hii ukapige kura huko urudi hapa? Inawezekanaje? Sasa, hii ni ya Wapembe, lakini utakutana nayo nchi nzima, kwa sababu wanavuruga majina ya wapiga kura ili watu wasipige kura, waibe kirahisi hawa wanaosimamia uchaguzi wawe mapolisi wawe waalimu wawe watendaji wa vijiji au wakata yeyote, anayeingia kwenye vituo na kuja na kura za uongo, tunaendaje mbele? Kama hatuendi, dawa yake ni nini? Kama hatuwezi kwenda mbele namna hii, tufanyeje? Tufanyeje? Tupambane, tupambane sawasawa. Tuwaambie hivi, hatutaki tena, hatutaki tena uchaguzi ambao unasimamiwa na mkurugenzi au watu wa halmashauri yake, kwa sababu ni hao hao. Sawa sawa.